Ukisema elimu bure au ukisikia neno elimu bure wewe unaelewaje? Naelewa kama ambao na mm. ni kitanda ambayo umenitandikia na kukaa uh, na kuongea ongea kikawaida. Elimu bure maana yake nini? Elimu bure maana yake usichafue maneno ambayo naelekezwa naelekezwa, na unafahamu wajibu wa wazazi kwa wanafunzi wao, kama ili wa, ili wa, waende shuleni. Yani mzazi ana wajibu gani kwa mwanafunzi ili aweze yeye kuwa kukicha asubuhi, anapanganika anaenda ndani ya rekodi, anachukua msuwaki, anasimamia pamoja okay. Wenzake wanapokuja asubuhi anawasalimia na kupeana habari kwa kila kazo. Akitoka hapo ndo safari zake kwenda mahakamani mtoto. Mm. Eh. Okay. Una mtoto yuko shuleni? wewe una mtoto? Mwenyewe sikumpeleka, labda wampeleke watu wengineo, lakini okay. Mwenyewe sijampeleka bado watoto wapo lakini hawasomi, wanaendelea rekodi zao za kujenga taifa lakini. Eh, sizeleo ni vipi, mtoto wako ana miaka mingapi? mtoto wangu ana miaka kama tisa mpaka saba mpaka nane. Wako darasa la ngapi? Wapo darasa ni ya pili wote eh. Unafuatiliaga ma, ma, ma, maendeleo yao shule? Nafuatiliaga. Unasomaga madaftari yao? Hawajaniletea madaftari lakini inawezekana wakiniletea nitakuwa nayasoma sawa sawa. Wewe mwenyewe umesoma mpaka darasa ngapi? Mimi nimesoma madarasa yote yameshapita. Nimeshamaliza yote. Nimeshamaliza yote. Sawa, nakushukuru sana. Salamu natupia pale rambirambi rambi kwa mwenyekiti wa ataba anaitwa Marima Ndelema. Namwambia tunakumbukana kupitia sala DB.